Asante, jina langu ni Boaz Lawrence Mazigo, ni afisa mawasiliano mwandamizi kutoka kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC, ambao tumekuwepo hapa katika viwanja vya Windini jijini Mbeya kuanzia tarehe 23 hadi hivi leo tarehe 31 mwezi wa tano mwaka 2025, ambapo tulikuwa tukitoa elimu kuhusiana na namna gani tunaweza tukatumia mvuke wa ardhini kwa ajili ya kuzalisha nishati ya umeme Kampuni yetu hii ilianzishwa kwa lengo la kufanya tafiti na kuendeleza rasilimali za jotoardhi nchini ili tuweze kuzalisha umeme, lakini kubwa zaidi ni kwamba umeme huu utakapozalishwa endelevu na hauathiri na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunatarajia kuwa sehemu ya kuongeza usalama wa umeme nchini kupitia chanzo hiki kisichoteteleka, e, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ni rafiki wa mazingira. Na hivi sasa tuko katika hatua ya kuanza uhakiki wa rasilimali katika mradi wetu wa Ngozi, ambapo tunatarajia baada ya kukamilisha hapo tutaenda kwenye miradi mingine, tukitambua kwamba Ngozi ni mradi wetu moja kati ya mitano ya kipaumbele yenye lengo ya kutupa megawati mia mbili ambao utakuwa na uongozi wangozi ambao uko hapa Mbeya. Kutakuwa kuna mwingine unaitwa Kiejombaka huko kule halmashauri ya Busokelo, ambapo ndani ya huu mkoa wa Mbeya, lakini kuna mradi mwingine uko Songwe mkoa wa Songwe, mwingine ni Luhoi huko Pwani na mwingine ni Natroni huko Arusha. Kwa hiyo katika wiki nzima tumetumia fursa hii kuwapa elimu wananchi na kuwakaribisha wadau kuja kuwekeza katika nishati hii ya jadidifu ya joto ardhi na kubwa zaidi ni kwamba serikali Jamhuri ya Muungano ya wa Tanzania ilishatuwezesha mtambo wa kuchoronga visima vya uhakiki, hivyo zile hatari zote ama riski kwa Kiingereza zote zimechukuliwa na serikali. Kwa hiyo mwekezaji anapokuja anawekeza sehemu yenye uhakika. Tunawakaribisha. Kwa Mbeya, ofisi zetu ziko jengo la NIC, na kwa Dar es Salaam, makao makuu, ofisi zetu zipo njia panda um, ya Polisi Oyster Bay pale Moroko. Karibuni sana.